Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa George Natalie Malima mbunge wa Mpwapwa, sasa ulize swali lake. Je, lini serikali itaanza ujenzi wa daraja la Godegode ikizingatiwa kuwa mkandarasi amekwisha patikana? Swali hili limeelekezwa wizara ya ujenzi, na naibu waziri mhandisi Godfrey Kasekenya bila shaka ataelekea kutoa majibu ya swali hili. Mheshimiwa Mkuni, ni swali namba hamsini. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Malima, naomba swali lake namba hamsini lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa mhandisi Kasekenya, msonge majibu. Mheshimiwa Spika, Serikali imekamilisha taratibu za manunuzi ya mkandarasi wa ujenzi wa daraja la Godegode. -gode. Kwa sasa serikali iko katika hatua ya kukamilisha taratibu za kusaini mkataba wa ujenzi. Mara baada ya mkataba kusainiwa kazi za ujenzi zitaanza. Asante Mheshimiwa spika. Mheshimiwa Joseph Mkundi swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa spika Daraja la Rugezi Kisorya jimboni Ukerewe ni kiunganishi muhimu sana cha visiwa vya Ukerewe na wilaya ya Bunda na ni eneo litakalokuwa muhimu sana kuimarisha uchumi wa wananchi wa Ukerewe. Ni lini sasa serikali itajenga daraja hili? Nashukuru mheshimiwa spika. Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Spika, daraja la Rugezi Kisorya ni daraja muhimu ambalo linaunganisha Bunda na e, wilaya ya Ukerewe na ni kati ya madaraja ambayo ni makubwa kuvuka ziwa Victoria, lakini serikali imeshakamilisha usanifu na Mheshimiwa Spika, wakati tunajiandaa kutafuta fedha za kujenga tulichofanya ni kuimarisha kivuko na tunajenga kivuko kikubwa e, kati ya Rugezi na Kisorya, lakini pia tunajenga barabara ya lami ndani ya Ukerewe, wakati tunafanya maandalizi ya kuanza kujenga daraja ambalo tayari tumeshakamilisha usanifu. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Abdalla Chaurembo, swali la nyongeza, ni lini daraja la Mzinga litaanza kujengwa? Mheshimiwa, Naibu Waziri majibu kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Daraja la Mzinga, Mheshimiwa Spika, ni daraja moja kwa sasa e, tumeshafanya usanifu ambayo itakuwa ni dual carriageway, yani itakuwa ni madaraja mawili ambalo tunategemea kuanza kuijenga muda si mrefu kupitia fedha ya World Bank CRW. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Jessica Msambata vangu, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, ni lini ujenzi wa barabara ya Iringa Msembe au Ruaha National Park itaanza pamoja na madaraja yake? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Mheshimiwa Spika, uh, daraja barabara ya Msembe pamoja na madaraja ambayo yapo eh, ni barabara ambayo tayari tumesha saini mkataba na tayari tumeshapata fedha kutoka World Bank ambayo tumesha saini mkataba, kwa hiyo madaraja yaliyopo katika hiyo barabara yatajengwa ikiwa ni sehemu ya mradi wa barabara hiyo kilomita mia moja na tatu kutoka Iringa hadi Msembe. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Ali Mlagila Jumbe, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Ni lini daraja la Bujonde na Ilondo litaanza kujengwa? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, daraja analosema, ameliuliza mara kadhaa, na tayari tumeshafanya usanifu kwa hiyo Tunategemea baada ya kutangazwa hilo daraja litaanza kujengwa, asante Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa, asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Agetere swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Spika, barabara ya, ya Sanzate Nata imekuwa kero kwa muda mrefu sana. Sasa naomba kujua serikali hiyo barabara imeiterekeza au itaendelea nayo. Mheshimiwa Naibu Waziri Majibu. Uh, Mheshimiwa Spika, barabara haijaterekezwa lakini ni barabara ambayo tayari mkandarasi ameshaanza na tunategemea kulipa hati zake za malipo na aweze kuendelea na kazi kukamilisha hiyo kazi. Asante mheshimiwa. Swali la nyongeza, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, daraja la Kibirashi linaunganisha wilaya Handeni na Kilindi lakini imekatika takriban miezi sita sasa. Je, ni lini huduma hiyo itarejeshwa? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Asante Mheshimiwa Spika, ni kweli tulishapata makadirio ya mkoa wa Tanga na kibali kimeshatolewa daraja hilo litangazwe kuanza kujengwa. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa naibu waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Mheshimiwa, wabunge Wizara ya Mali Asili na